Kibabi na Teremi zimeingia fainali ya soka ya wavulana kwa shule za upili kaunti ya Bungoma, Brenda Girls ikilinyakua taji la kinadada. Stryker Billy anatupa taarifa kamili. Kibabi imeicharaza Bukembe magoli matatu kwa mawili kwa mikwaji ya penalti kwenye semi fainali ya kwanza baada ya mechi kuishia sare ya goli moja kwa moja kwa muda wa kawaida mkufunzi na nahodha wa Kibabii wameyasimulia masaibu waliyokumbana nayo kwenye safari yao ya kufuzwa mashindano ya eneo la Magharibi, wakiahidi kuwakilisha ipasavyo kaunti hii kwenye kitengo kijacho. kiti ya kwanza, ninashukuru Mungu kwa sababu imekuwa safari ngumu, imekuwa safari ndefu, lakini Mungu ni Mungu. Eh, unajua kwenda regionals mara tatu mfulizo si rahisi. Lazima nishukuru Mungu. Tu, nataka kushukuru vijana wangu wamejituma. Tumengangana, watu tulikuwa tunashinda through penalties, sijui nini nini. Hata ukiangalia tulikuja kwa, kwa, eh, kwa kufika hapa tuli, tu, kwa pool tuliingia kama number 2. Na mbwana alikuwa na 7 points, sisi tulikuwa na 4 points. But Mungu naye ni nani, angalia penye tumefika. Kwa hivyo mimi nashukuru Mungu, vijana wangu wamejituma. Nataka kushukuru mafans wametusupport kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Najisikia furaha. Venye tumewinu tumepitia changamoto mingi zenye watu wametuambia, lakini Mungu ako na sisi na tuchoki kumuomba na nashukuru Mungu pia ametuwezesha, tumeingia regionals kwa mara nyingine tena. Na saii na wahidi watu wa Bungoma kaunti, setu saim yetu ni mpaka East Africa, so nawashukuru sana kwa sapoti yenu pamoja na wa chief principal support yake yenye ametupatia, na tuazidi kumwombea na Mungu awabariki. Kibabii itachuana na Teremi kwenye fainali kesho. Teremi ikifuzwa hatua hiyo baada ya kuibinikiza kabula ya magoli matatu kwa mawili kwa mikwaji ya penalti, mechi ikiishia sare ya goli moja kwa moja kwa muda wa kawaida. Kwa mkufunzi wa Teremi na nahodha wake, haijakuwa rahisi kufika hatua hii baada ya kuikosa kwa muda mrefu, wakiahidi kung'aa kwenye mashindano ya eneo la Magharibi. Nafurahi sana eh, kwa kujitolea kwa vijana wangu, wamejitolea sana hii. Huu ni mwaka wa tatu wakiwa nikifanya preparation ya kuenda regionals. na si hapa tu regional. bali tumejiandaa kwenda East Africa. Hawa vijana mkiwaona hivi, wamefanya kila juhudi, tumetumia kila resources. na walimu na principal wametusupport na ninaomba mafans pia, wametusupport. uh, we are making sure this year we are wa making Bungoma County proud. Tuko sawa. Tumeshukuru kwanza support ya chief principal, walimu wetu hapo. Tulikuwa tunarabaniwa hizo miaka za nyuma huko nyuma, lakini mwaka tukaamua lazima sisi ndo tunaenda. Na hivyo in future hiyo regionals, kutoka regionals kwa sure tunaenda East Africa na tunafanya best yetu hadi tutoke uko kama number one. Brenda Girls imehifadhi ubingwa wa soka ya wasichana kwa kuishinda Mbakalo magoli manne kwa matatu kwenye penalti. Friends School Kamsinga nayo ikitawazwa bingwa wa basketball ya wavulana na Mwela Imehifadhi ubingwa wa voleboli ya wavulana kwa kuitandika Chesami seti tatu kwa sufuri. Lugulu ikitawazwa bingwa wa voleboli ya wasichana baada ya kuilemea Savana seti tatu kwa sufuri. Nam, baada ya muda Teremi wamefuzu fainali ya mashindano ya kaunti ya Bungoma na kujikatia tiketi ya kutamba katika mashindano ya eneo la Magharibi. Kutoka katika uwanja wa shule ya kitaifa ya Kamusinga, nikiripotia West TV, kurunzi viwanjani, naitwa Billy Gabriel Palinyang. Amukipenda striker Billy. Naam asante sana striker Billy. Na, na samaani nasema kwamba nyuki walifanya yale mambo kiwanjani na kufanya jicho lake moja kuwa na hitilafu kidogo.